Tanasha Donna ameachia ngoma yake mpya ambayo inaitwa Waterfalls na imetoka audio tayari inapatikana kwenye digital platforms zote. Hii ni baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu sana, hujamsikia kwenye muziki. And finally she's back. Ameshare picha hizi kwenye peji yake ya Instagram hapa eh, zikiwa zinamuonyesha. Kuna moja ya video pia ameishare inamuonyesha kama yupo kwenye gari. Nafikiri labda walikuwa wana shoot video maybe, naweza kusema hivyo ya hii ngoma yake mpya alafu kwenye caption ameandika, hey, guys it's been a while. Waterfalls official audio out now on all digital platforms. Na linki pia kwa wale ambao wanamfollow Instagram ameweka pale kwenye bio yake. So, nenda kasupport muziki mzuri. Tanasha baada ya kukaa kimya amekuja na ngoma hii mpya. Ni ngoma fulani kali sana inaitwa Waterfalls. Kama umeisikiliza tayari unaweza ukashare hapo kwenye sehemu ya comment. Ila kama bado nenda kasupport muziki mzuri kutoka kwa Tanasha Donna. Ana talent kubwa sana na umeona mara zote kazi zote ambazo amezifanya ni kazi kali sana. Juzi pia nilikuwekea story hapa kuhusiana na picha yake ambayo alishare mwenyewe akiwa na mwanaume kwenye page yake ya Instagram. Nikasema inawezekana kama si ujio ameonekana so, eh, kwenye video ya wimbo wake. Na maisha ya muziki pia yaweze kuendelea. Make sure umesubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.